Tamaa hujipenyeza katika maeneo mbalimbali ya maisha, ikipotosha mioyo yetu na kutuondoa katika kusudi la Mungu. Watu wengi hufikiri kuwa tamaa ni jaribu la kingono au mapenzi tu, lakini Biblia inaonyesha kuwa tamaa huja kwa sura nyingi, nyingine hata hatuzitambui. Inawezekana ukawa unahangaika na aina fulani ya tamaa bila hata kujua katika bustani ya Edeni, Hawa alitamani matunda ya mti waliokatazwa wasile, Mwanzo tatu mstari wa sita. Tamaa yake haikuhusu njaa tu, bali kutaka kitu nje ya mapenzi ya Mungu. Hivyo ndivyo tamaa inavyofanya, inatushawishi kwa matamanio, ikitufanya tukimbilie vitu visivyoweza kuturidhisha kamwe. Tuchunguze aina sita za tamaa zinazoweza kutawala mioyo yetu. Moja, tamaa ya anasa hii huzidi starehe ya kawaida, ni kule kuzama katika uhitaji wa kitu bila kujali na uwezo na gharama. Watu hukimbizana anasa na starehe za duniani zisizoisha hadi kuwa wategemezi, wakidhani furaha hupatikana katika anasa tu. Mithali ishirini na moja na mstari wa saba inaonya mtu apendaye anasa atakuwa maskini, apendaye mvinyo na mafuta hatakuwa tajiri. Anasa si dhambi lakini, iki­tutawala inapoteza udhibiti. Mbili. Tamaa ya mamlaka. Baadhi ya watu hutamani kuwa tawala wengine, wakibadilisha hali ili wabaki kileleni. Tamaa hii haionekani moja kwa moja, hujificha nyuma ya tamaa ya mafanikio, ushindani au hata hitaji la kuwa sahihi kila wakati lakini Yesu alifundisha njia tofauti. Katika Marko kumi mstari wa arobaini na tatu hadi arobaini na nne anayetaka kuwa kiongozi miongoni mwenu na awe mtumishi wenu. Ukuu wa kweli si nguvu, bali ni unyenyekevu. Tatu, tamaya utajiri. Pesa si dhambi, lakini kutamani utajiri kupita kiasi huleta maangamizi. Watu wengi hutoa sadaka uaminifu wa wao familia zao na imani yao ili tu wapate zaidi Timotheo wa kanza sura ya sita mstari wa tisa inaonya, lakini hao watakaokuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi na tamaa nyingi zisizo na maana zenye kudhuru ziwatosazo wanadamu katika upotevu na uharibifu. Ulafi hutudanganya kwamba pesa nyingi zitaleta usalama, lakini ni Mungu tu awezaye kutoa amani ya kweli. Nne, tamaa ya kutambuliwa. Hii ni ile shauku ya kusifiwa kuonekana na kupendwa. Mitandao ya kijamii huongeza tatizo hili, watu hupima tamani yao kwa likes, comments na followers. Katika Yohana kumi na mbili, na mstari wa arobaini na tatu, Yesu alifichua tatizo hili: waliupenda utukufu wa wanadamu kuliko utukufu wa Mungu. Tukitafuta kutambuliwa kuliko haki, tunapoteza kinachojali zaidi. Tano, tamaa ya maarifa. Hii ni ngumu zaidi kutaka kujifunza sikosa, lakini wengine hutafuta maarifa ili wajisikie bora kuliko wengine, hutegemea hekima ya kibinadamu pekee wakimwacha Mungu. Wakorintho wa Kwanza sura ya nane, mstari wa kwanza anaonya, maarifa hujivuna, lakini upendo hujenga. Hekima ya kweli sikujua zaidi, bali ni kumjua Mungu. Sita, tamaa ya mwili hii ndiyo watu wengi huihusisha moja kwa moja na tamaa, majaribu ya kingono. Biblia inaonya dhidi ya kuruhusu tamaa kututawala. Wathesalonike wa kwanza sura ya nne na mstari wa tano inasema, mapenzi ya Mungu ni kwamba mtakaswe, jiepusheni na zinaa. Mawazo ya tamaa, ponografia na uhusiano usio safi huumiza roho zetu na kututenga na mapenzi bora ya Mungu. Tamaa ni ya hila inaweza kututeka pasipo sisi kutarajia. Lakini habari njema ni kwamba Mungu hutupatia njia ya kutoka katika mtego wa tamaa. Yakobo nne mstari wa saba inasema basi mnyenyekeeni Mungu, mpingeni Shetani, naye atawakimbia. Hatua ya kwanza ya uhuru ni kuitambua shida na kuikabidhi kwa Mungu. Kama ujumbe huu umekugusa, chukua muda, tafakari. Muombe Mungu akufunulie tamaa zilizojificha zinazokuondoa kwake. Kama utaka kuendelea kupata hekima za maisha, subscribe chaneli yetu ya Afrika Sana kwa mafundisho zaidi. Tufanye safari hii pamoja. Tuonane kwenye video inayofuata.